Waafrika mliokuja huku Mamarekani, acheni dharau. Swala la dharau ni kitu ambacho mimi ninakiona sana mtaani. Yaani, unaweza ukawa unatembea maeneo fulani, ukaenda sokoni, ukakutana na waafrika kabisa, ukawajua hawa ni Waafrika, lakini wanakupita kabisa kama hawajui nini kinachoendelea, kama waja kuona. Hizi tabia ni tabia mbaya sana, na hizi tabia zinapoteza kizazi ambacho kimekuja hapa kwa sisi wa Afrika. Swala la mtu kumjua ndugu yake ni kitu muhimu sana. Popote pale unapoenda, kujua ndugu zako ni kitu muhimu sana, kwa sababu unaweza ukapata shida, alafu ukajifanya wewe ni mtu wa huku, ushajichanga na watu wa huku, lakini siku ambayo utapata shida utawatafuta watu wa huku ambao wanaweza wakaja wakakufariji kwa kile ambacho kinachoendelea pale nyumbani kwako, kukufanyia mchango ukawakosa kwa sababu umejifanya wewe ni mtu wa huku. Ujamani, pale unaporealize kwamba huyu ni ndugu yako, na ukikutana na mtu ambaye unahisi kama ni ndugu yako, kwa sababu ukiangalia Mwafrika sehemu yote ambayo utakayomkuta, lazima uelewe huyu ni Mwafrika na huyu siyo Mwafrika. Kwa hiyo swala la ninyi kudharau wenzenu mkiwa maeneo fulani, masokoni, mtaani, mabichi maeneo mengi sana, unaweza ukakutana na Wakongomani downtown, unaweza ukakutana na Wakongomani sokoni, unaweza ukakutana na mwafrika sehemu ambayo ni ya kazi. Mtu anajifanya kwamba hakujui kabisa, lakini ukiangalia yeye ni mwenzako. Kipindi anapopata shida, sasa ndipo anapoanza sasa kutafuta msaada wa kuangalia nani atakayekuja kumsaidia kile ambacho kinachomsumbua. Na siku zote mtu ambaye anayekuja kwa kila kitu kile ambacho kitakachokuwa sasa cha kifamilia, ni mtu ambaye mmetoka naye sehemu moja, ni mtu ambaye mnaonana na mnafanana kama ndugu. Na sisi Waafrika ni ndugu, tumekuja hapa, inabidi tuwe watu ambao tuko pamoja. Ukiona mwenzako sokoni, sehemu fulani yeyote ile, kanisani, wapi, salimia mtu ambaye umemuona, hata kama unamsalimiaga, jitahidi kusalimia wenzio pale mnapopishana maeneo mbalimbali, usikuwe una, unafika pale ka dealership ukaona mwenzako mwa mu Afrika usimuulize swali lolote, labda unaweza ukauliza kitu pale ka dealership, unaenda kununua gari kikakuchanganya, lakini yeye ikiwa na uzoefu anakusaidia. Kwa sababu ya nini? Umefanya ujamaa na umejionyesha kwamba wewe ni ndugu, na pale anapojua kitu fulani ataenda kukuelekeza na utakuwa umeokoa vitu ambavyo labda ungepoteza pesa ambazo ungepoteza au jambo lolote ambalo linaweza likakutokea, akawa pale kukusaidia. Kama gari imepata shida, ndugu ndiye atakayekuwa wa kwanza kukusaidia. Sawa, mtu yoyote mtaani, barabarani anaweza kukusaidia, lakini ndugu ni mtu muhimu sana. Unaweza ukapata msiba, unaweza ukapata marazi, unaweza uka ukauguza mtoto, unaweza uka ukakaa na shida ambayo inakushinda wewe mwenyewe unahitaji watu wengine waje nyumbani kwako wakufariji wakusaidia baadhi ya makazi pale nyumbani, ili uone kwamba una watu ambao wanakujali na una watu ambao wanaweza wakakusaidia kipindi cha matatizo. Nyinyi waafrika mliokuja hapa Marekani, acheni dharau. Kudharau ndugu yako ni swala ambalo litakukoti sana huko baadaye, na mimi nipongeze wale watu ambao wanaofanyika kwamba mwenzio wakiwa na shida, unaenda kumwangalia, unamfariji kwa kile ambacho ulicho nacho unamsaidia, unatoa mchango mchango kidogo kidogo, huo ni undugu na huo ndio ujamaa ambao tunatakiwa tuwe nao hapa Marekani, ili tusipoteze vizazi au watoto wetu. Watoto wetu wakikua, hata kama wanaongea Kiingereza, tuwapeleke kwenye nyumba za majirani, tuwapeleke kwenye nyumba za ndugu, ili wajue ndugu zao, hivyo tusipoteze kizazi chetu kama hao watu weusi ambao wamekuja huko Marekani, wameshapoteana kwa sababu ya hizo tabia, kujifanya wajuani Mtu anajuana kwa, kwa mfano anajuana na mtu ambaye labda anafanya naye kazi moja au rafiki sana, lakini undugu ni pale unaporealize mtu huyu ambaye tunafanana naye ni ndugu yangu, hata kama hatupo close sana, hata kama tujatoka sehemu moja, lakini kwa yeye kuwa Mwafrika ni kitu ambacho ni kizuri, ukamsalimia na mkasalimiana, mkajuliana hali popote pale mnapokwenda, ni kitu ambacho kitatusaidia sisi Waafrika kukumbuka nyumbani kwetu, na hata hivyo kukumbusha watoto wetu ambao tutaenda kuzaa hapa Marekani, kujua kwamba sisi ni ndugu na tunaweza tukarudi nyumbani kwetu siku moja. Ujamaa na undugu ni pale unaporekena mwenzio popote pale unapoenda, ukiona mtu ambaye anavaa kama wewe, jua huyo ni ndugu yako. Usijifanye mngereza sana usijifanye marekani sana, maana ukijifanya marekani sana watu watakuachia kipindi utakapopata matatizo. Hapa nakuja niongee na waafrika ambao tupo hapa Marekani, Kanada, Australia, kwamba tusiwe na dharau, tujali ndugu zetu, tujali watu ambao tunaoishi nao karibu, ambao tunafanana nao, ambao tumetoka nao Afrika. Ukienda sehemu yoyote utamjua ndugu yako mwaafrika kwa lugha, hata kwa kutembea, hata kwa mavazi. Wakati mwingine utamgundua huyu ni Mwafrika na tumetoka naye sehemu moja. Waafrika wa huku wa na Waafrika ambao wametoka Afrika ni vitu viwili ambavyo vipo tofauti. Nafikiri utaenda kunielewa. Kwa hili swala la undugu, tujali sisi kwa sisi, tujaliane sisi kwa sisi, tusalimiane tukikutana maeneo mbalimbali. Ni swala ambalo litatusaidia na tufanya sisi tukae close kama family. Ukipata shida mwenzio atakusaidia kwa sababu ya kuwa mcheshi kusalimia wengine na kuwajali wengine pale wanapokuwa na matatizo. Unaweza ukaribikiwa na gari nikakusaidia. Unaweza ukapata shida fulani, watu wakaja pale wakakuangalia wakakupa hata msaada kwa kile ambacho wewe mwenyewe haungeweza. Ujamaa ni kitu kizuri, na undugu ni pale unapojua huyu ni ndugu yangu na unapomjali kipindi ana matatizo. Wakongomani tuamkeni, Waafrika tuamkeni, tusalimiane, tujuliane hali na tujue huyu ni ndugu, na akipata shida naweza nikamsaidia. Ukijifanya Marekani zaidi utakumbana na Marekani zaidi na utapotea, usije kwa hapa watu lawama kipindi wewe umejifanya mngereza sana ukasema mimi sijui kuongea Kiswahili, sijui kuongea Kibembe, sijui kuongea lugha fulani ya Afrika. Ukijifanya mtu wa huku, wakati utakapopata matatizo usiwalaumu watu. Mimi ni Huseni Kubwa, na hii ni Kubwa Production hapa Marekani, nipo Cleveland.